Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo haya ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Filis Mwatei tulionayo asubuhi ya leo, BBC imeomba radhi rasmi kwa rais wa Marekani Donald Trump kwa kipindi cha televisheni kilichotangazwa mwaka jana kinachodaiwa kuwa na no uhariri wa kupotosha wa hotuba yake baada ya wafuasi wake kuvamia bunge la Marekani. Kundi moja la uratibu linasema wanajeshi wanaomuunga mkono kamanda wa Libya Khalifa Haftar wamekuwa wakisambaza mafuta kwa kikosi cha RSF nchini Sudan kwa niaba ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Na leo dunia inaungana kuadhimisha siku ya kisukari duniani, ambayo ni siku maalum ya kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa unaoathiri mamilioni ya watu duniani. Kuishi na kisukari kuna kufanya ujue namna ya kujipenda zaidi, mboga za za majani kwa wingi, kwa sababu matunda pia yana sukari, kwao unabidi ule pia kwa kiasi. Matumizi ya dawa na mazoezi. Jikubali, jijali, jipende. Kwa sasa nampisha Halima Nyanza akuletee muhtasari wa habari. Karibu Halima. Asante Fils na habari, msikilizaji. Shirika la utangazaji la Uingereza BBC limemwomba radhi rasmi na rais wa Marekani Donald Trump kutokana na madai ya kufanyiwa uhariri wa kupotosha kwenye kipindi cha televisheni kilichorushwa mwaka jana kuhusiana na hotuba yake aliyotoa wakati wafuasi wake walipovamia majengo ya bunge la Marekani Januari mwaka 2021. Lakini hata hivyo, BBC imekataa ombi la rais Trump kulipa fidia ya fedha. Ubalozi wa Marekani nchini Somalia umesema umepata taarifa za uhakika kwamba wadukuzi wasiojulikana wamevamia mfumo wa maombi ya viza kwa njia ya mtandao wa serikali ya Somalia, hii e viza, na kufichua taarifa za takribani waombaji 35 zaidi na sambatenzi. Katika taarifa iliyotoa jana, umeonya kuwa uvujaji huo wa taarifa huenda umedhuru taarifa binafsi na huenda ukawaathiri maelfu ya waombaji, wakiwemo raia wa wakiwe Marekani. Taarifa zilizovuja zinaripotiwa kuwa ni pamoja na majina, picha, tarehe na mahali pa kuzaliwa, hali ya ndoa, anwani za makazi na anwani za barua pepe. Israel imesema imepokea mwili wa mateka mwingine aliyekuwa akishikiliwa Gaza. Mwili utapelekwa kwa ajili ya utambuzi, na iwapo vipimo vitathibitisha, idadi itabaki kuwa miili ya mateka watatu tu ambao wanatarajiwa kurejeshwa Israel katika awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Huu ni mwili wa kwanza kukabidhiwa wiki hii na kwamba kuna taarifa kuwa miili ya mateka waliobaki huenda ikawa vigumu kuipata. Na waziri mkuu wa zamani wa Bangladesh Sheikh Hasina amekanusha madai ya kutenda makosa ya uhalifu dhidi ya ubinadamu wakati wa vurugu za maandamano yaliyomwondoa madarakani mwaka jana. Katika mahojiano kwa njia ya mtandao na BBC, Sheikh Hasina amepuuzia kesi aliyodai kuwa imetengenezwa dhidi yake iliyosikilizwa bila yeye kuwepo katika mahakama aliyodai isiyo na uhalali, ambayo inadhibitiwa na wanasiasa wa upinzani. Aidha, amekanusha kuidhinisha vikosi vya ulinzi kushambulia waandamanaji. Hii ni BBC. Bila shaka msikilizaji, muktasari wa habari umesomwa kwako na Halima Nyanza. Matangazo haya ya Amka na BBC unayapokea kupitia FM na redio wa shirika mbalimbali mbali Afrika mashariki na ya kati ikiwemo Lizadel Redio nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Redio Free Africa na Redio One nchini Tanzania, Mwanedu FM na County FM nchini Kenya na Voice of Karamoja nchini Uganda. Yako vilevile vile kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Kiswahili. Karibu. Mimi ni Phyllis Mwatee bbc imeomba radhi rasmi kwa rais wa marekani donald trump kwa kipindi cha televisheni kilichotangazwa mwaka jana ambacho kilikuwa na uhariri wa kupotosha wa hotuba yake siku ya ghasia za bunge la marekani hata hivyo bbc imekataa ombi lake la fidia ya kifedha taarifa inasema kwamba bbc ilijutia kwa dhati jinsi video hiyo ilivyohaririwa na haikuwa na mpango wa kurudia kipindi hicho mwenyekiti wa bbc samir shah pia ametuma barua binafsi ya kuomba msamaha. Mawakili wa Trump wametishia kuishtaki BBC kutaka ilipe dola bilioni moja zaidi. Na David Nkya Kuibuka kwa kashfa hiyo kulisababisha mkurugenzi mkuu wa BBC Tim Davie na mkuu wa habari Deborah Turness kujiuzulu siku ya Jumapili. Hatua hii inakuja saa chache baada ya video ya pili iliyohaririwa sawa na hiyo iliyotangazwa kwenye kipindi cha Newsnight mwaka 2022 kufichuliwa na Daily Telegraph katika sehemu yake ya marekebisho na ufafanuzi iliyochapishwa siku ya Alhamisi jioni. BBC imesema kipindi cha Panorama kilipitiwa upya baada ya ukosoaji wa jinsi hotuba ya Trump ilivyohaririwa BBC imezungumza na ikulu ya White House kwa maoni, kama anavyoeleza Sean Dilley. The White House has been... ikulu ya White House imeonyesha kukasirika kutokana na suala hilo, imeongeza kuwa Trump mwenyewe amesema huu ni ulaghai wa toleo la kile anachokiita hotuba yake kamilifu, na bila shaka tunajua kupitia wanasheria wake wanasema kwamba lilikuwa jambo la makusudi, lakini Kate, alipokuwa akielezea waziwazi msimamo wa BBC amesisitiza kwamba haikufanywa kwa makusudi, na wanasheria wanakubaliana kwamba wakati mwingine, kwa nini mambo yanahitaji kuwa yanachunguzwa mbele ya mahakama be kwa upande wake, msemaji wa BBC ameongeza kwamba mawakili wake wameiandikia timu ya wanasheria wa rais Trump kujibu barua iliyopokelewa siku ya Jumapili. Wasiwasi kuhusu video hiyo ya panorama ya Trump uliibuka wakati taarifa ya ndani iliyovuja iliyoandikwa na aliyekuwa mshauri Huru wa nje wa kamati ya viwango vya uhariri wa shirika na kuchapishwa na gazeti la Telegraph. Miongoni mwa mambo mengine, hati hiyo pia ilikosoa ripoti ya BBC ya masuala ya jinsi, sambamba na uandishi wa idhaa ya Kiarabu ya BBC kuhusu vita vya Israel na Gaza. Ni taarifa ya David Nkiam. Kikundi cha uratibu chenye makao yake Marekani kinasema kwamba wanajeshi wanaomuunga mkono kamanda wa Libya Halifa Haftar wamekuwa wakisambaza mafuta kwa kikosi cha Rapid Support Forces, yani RSF, nchini Sudan kwa niaba ya Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE. Kundi hilo lijulikanalo kama The Sentry linasema kwamba Haftar amekuwa msambazaji muhimu wa mafuta na silaha kwa RSF wakati huu wote wa vita. UAE imekanusha madai hayo. Kwa sasa RSF inadhibiti sehemu kubwa ya eneo la Darfur nchini Sudan baada ya kuuteka mji wa El Fasher mwezi wa Oktoba. Beldin waliaula na maelezo zaidi. Majeshi chini ya kamanda Khalif Haftar wa Libya wametuhumiwa kuwapa mafuta ya kikosi cha Rapid Support Forces nchini Sudan kwa niaba ya Falme za Kiarabu. Hii ni kulingana na ripoti moja kutoka shirika la Marekani la The Sentry. Kamanda huyu wa Libya ameshutumiwa mara si moja kwa kusambaza silaha na mafuta kwa kikosi cha RSF kwa niaba ya Falme za Kiarabu, madai ambayo amekanusha. Falme za Kiarabu pia imekanusha kuhusika na vita vinavyoendelea Sudan. Ripoti ya The Sentry inasema kuwa hatua ya Haftar ya kuwapa mafuta ya kikosi cha RSF kimewasaidia kudhibiti eneo la Darfur ambayo sasa ni ngome yao kuu. Eneo zima la Darfur magharibi mwa Sudan linapakana na Libya pamoja na Chad na liko chini ya udhibiti wa RSF ambao waliuteka mji wa mwisho wa El Fasher ambao walikuwa nadhibitiwa na jeshi la Sudan. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imeishtumu falme za Kiarabu kwa kuipa RSF silaha na ndege za kivita zisizo na rubani. Jeshi la Sudan pia limeishtumu falme za Kiarabu kwa kuwatuma mamluki kutoka Colombia kupitia mataifa jirani kupigana vita vinavyoendelea nchini humo. Mshauri wa rais wa Falme za Kiarabu Anwar Gargash alilaani ukatili unaoendelea mjini El Fasher na kupinga vikali kile alichokiita habari za uongo kuhusu Falme za Kiarabu kuhusika na vita vinavyoendelea Sudan. Vita kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF vimesababisha vifo vya maelfu ya watu tangu vita hivyo kuanza mwezi Aprili mwaka elfu mbili ishirini na tatu huku zaidi ya watu milioni kumi na mbili wakikimbia makazi yao. Ni taarifa ya Beldin Waliaula. Sasa China ndiyo taifa lililo na uchumi mkubwa barani Asia. Lakini wakati huu wa upungufu wa mapato ya mauzo ya nje kutokana na mvutano wa kibiashara unaoendelea duniani na kiwango cha juu kabisa cha ukosefu wa ajira kwa vijana nchini humo, nchi hiyo sasa inakabiliwa na shinikizo kubwa. Wale wanaotunga sera wa nchini humo, wanasema kwamba wanawategemea vijana kuongeza matumizi yao ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Hata hivyo, kama anavyoripoti mwandishi wa habari wa China Stephen Mcdonald kutoka Beijing, vijana wa China wanaonekana kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali wao. Taarifa yake inasimuliwa na Jamhuri mwa vyombo ni mda wa mangulio ya mchana mjini Beijing, na wafanyikazi wengi wa kazi za ofisini na kibiashara katika mtaa uitwao Chaowai Nanjie wamejitokeza kutafuta mlo wa haraka haraka, kisha warudi kazini. Ni mtaa ulio na mkusanyiko wa biashara nyingi za jumla na za rejareja, lakini je, hali ya manunuzi ikoje kwa sasa? Mmoja wa wanawake hawa aliyezungumza na BBC ni kama hababaishwi kamwe na huduma wala bidhaa chungu nzima zilizopo na zinazonadiwa. Kijana huyu anaifanya kazi katika sekta ya vyakula, anahisi kwamba ajira zinazopatikana ni zile za ngazi ya chini, lakini zile za ngazi ya juu za kitaaluma, hata mtu awe amehitimu kiasi gani, ni vigumu kupata. Baadhi ya marafiki zangu bado hawana ajira, bado wako nyumbani wakitafuta kazi. Kisomo wamesoma si haba, wamesomea taaluma mbalimbali mbali za kifedha na mauzo kutoka vyuo vikuu mbalimbali. Wakati huu kwa kweli mazingira ya kiuchumi haya. Natumai, mambo sawa mambo yatakuwa, lakini matumaini ni mabaya ukilinganisha na uchumi wa Marekani. Vijana wengi wa Kimarekani wana matumizi makubwa ya fedha, hata kama hela hizo hawanazo katika mda wanapozihitaji, kumaanisha matumizi ya kadi za mikopo ya benki credit cards, kisha mtu alipe baadaye ni makubwa, tofauti na Uchina. Mtu anaona bora aweke akiba kwa hata mda mrefu, kisha ndiyo anunue anachokihitaji, hivyo kukwepa tabia za kuchukua mikopo ya mara kwa mara kama anavyofafanua Bi Helen Lofgren wa taasisi ya masuala ya kimataifa ya huko nchini Sweden. Save more. Huku Uchina mtindo uliopo ni watu kujiwekea akiba zaidi kuliko wanavyotumia hela, lakini uchumi unaemeke unahitaji mzunguko mzuri wa fedha za matumizi. Hali ilivyo ni kuwa uchumi wa Uchina umetegemea zaidi mauzo ya bidhaa zao katika masoko ya nje ya nchi na uwekezaji kwa kiasi kikubwa pia unalenga masoko ya nje, hivyo huku kukitekeleka uchumi wa ndani pia unayumba. Stay healthy. Lengine ni kuwa Uchina yenyewe imekuwa na maendeleo makubwa ya kiteknolojia, lakini upande mwingine wa shilingi ni kuwa sekta ya kiteknolojia huwa haihitaji wafanyakazi wengi na hapa, mwanauchumi George Magnus wa kituo cha Uchina katika chuo kikuu cha Oxford anafafanua zaidi about... Nimeona katika data nyingi kuhusu hali ya ajira. Ukichukulia mfano ajira ya kama madereva wa magari ya teksi, kama zile aina ya Uber, utakuta madereva huwa wamesomea taaluma zingine za juu zaidi, wana madigrii ya fani mbalimbali mbali. Kwa hivyo hakuna uwiano baina ya aina ya viwango vya elimu walivyo navo na aina ya ajira zinazopatikana kwa sasa. Isitoshe hali itazidi kwa hivyo kwa sababu, mwenendo ulioshika kasi kwa sasa ni kuwa na maroboti, kukuza teknolojia ya AI ya makili mnemba na fani hizo hazihitaji wafanyakazi wengi yeah. Nam ni taarifa hiyo iliyosimuliwa na jamhuri mwa vyombo, lakini kwa sasa nampisha David Nkya. Nkya karibu kwenye spoti. Asante sana Filis Matei, bila shaka hujambo msikilizaji. Usiku wa kuamkia leo imepigwa mitanange ume kadhaa ya timu mbalimbali za taifa baadhi, Ufaransa imeitandika Ukraine nne kwa sufuri Ireland ikitandika Ureno goli mbili kwa bila, huku ureno huku uh, reno ikipata tatizo ama ikikumbwa na changamoto baada ya Cristiano Ronaldo kupata kadi nyekundu ikiwa ni kwanza kabisa kwa timu ya taifa. Uh, Moldova ikakungutwa mbili sufuri dhidi ya Italia. Uingereza ikachapa Sebia mbili bila. Nigeria wao wakaipa adhabu Gabon goli nne kwa moja, huku Cameroon wakiwa nyumbani wakakungutwa moja bila dhidi ya diara Congo. Baadhi ya michezo ya leo, Luxembourg watacheza dhidi ya Ujerumani, Finland dhidi ya Malta, Poland watawakaribisha Uholanzi, Kuwait dhidi ya Tanzania, Kenya watakiwasha na ikotero Guine, huku Moroko wakiwa na wenyeji wa Msumbiji na Japan hapo baadaye watacheza dhidi ya Ghana. Kwenye tennis Carlos Alcaraz amesema sehemu pekee ya kazi imekamilika, baada ya kupata nafasi ya kwanza ya mwisho mwaka kwa kufikia hatua ya mtoano wa finali za ATP kwa kushinda mara tatu mfululizo. Alcaraz tayari alikuwa amehakikishiwa nafasi ya nusu finali baada ya Alex de Minaur kumshinda Taylor Fritz mapema Alhamisi, lakini hakuwa na uhakika kung'oa katika nafasi yake mpinzani wake wa sasa Jannik Sinner katika kinyang'anyiro cha kuwania taji la mchezaji bora wa mwaka kwa upande wa wanaume mwaka 2025. Mwispanya huyu mwenye 22 ameshinda kwa siti sita nne sita moja. Kwenye ndondi ambayo ugomvi unaolipa filix muda unaendelea kuyoyoma ili kutoa uamuzi ikiwa Anthony Joshua atapigana na Jake Paul mwezi Desemba, promota Joshua Eddie Hearn ameambia BBC kwamba kuna muda wa mwisho wa mazungumzo katika hilo ambapo mpambano huo ulikuwa, ikiwa hapo itashindikana basi, po atatangaziwa uh, mpinzani uh, mwingine siku ya Jumatatu. Hen tayari ameonyesha kusikitishwa na taarifa kwamba po yupo kwenye mazungumzo na wapinzani wengine wanaoweza kuchukua nafasi ya Joshua. Joshua mwenye miaka 36 bado ana lengo la kupambana na mpinzani mwenye hadhi ya juu zaidi na anatarajia kupambana na Tyson Fury mwaka 2026 kwa fupi kabisa, tetesi za soka. Barcelona wanamnyemelea mshambuliaji Harry Kane ili kuchukua nafasi ya Robert Lewandowski mwenye miaka 37 katika majira yajayo ya, ya kiangazi. Namaliza namna hiyo Phyllis, mm -hmm. lakini siondoke kinyonge. hey, huyo anasema, mm -hmm. Unalalamika kwamba mwaka unakimbia, lakini mbona wewe unakimbia madeni hey, jamani! <laughs>